Tunachangia kwenye pato la taifa na mchango wetu ni mkubwa. Nchi yetu inapiga hatua kubwa katika kuimarisha uchumi. Takwimu zinaonyesha pato la taifa kwa bei za mwaka 2024 limeongezeka hadi kufikia shilingi trilioni 205.4 kutoka shilingi trilioni 186.8 mwaka 2023 na sisi ni sehemu kubwa ya uchangiaji wa pato hilo la taifa. <coughs> Kwa hiyo ndugu zangu we mean business, na kwa sababu we mean business, na sisi wenyewe pia tuwe serious katika kufanya kazi zetu tumuungana na mheshimiwa rais raisi uh, katika kusukuma mbele hudumu na maendeleo. Sasa ndugu zangu sekta ya utamaduni na sanaa inatoa mchango mkubwa katika uchumi wa ulimwengo pia kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo, yani UNCTAD mwaka 2023, sekta ya utamaduni na sanaa inachangia wastani wa asilimia 3.4 ya pato la dunia, ya GDP, huku ikitoa asilimia 6.7 ya ajira, sawa na ajira milioni 50 duniani kote na inatajwa kuwa sekta inayoajiri vijana wengi zaidi kuliko sekta nyingine. Sasa kama duniani inachangia kwa asilimia nne tatu nukta nne, maana yake sisi hapa tupo ndani ya mafanikio haya ya dunia. Na hivi ninavyozungumza na nyinyi, wizara yenu, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sana na Michezo, tupo katika majadiliano na ofisi ya takwimu Tufanye ukokotozi sahihi wa mchango wa sekta ya sanaa na burudani katika pato na taifa. Wakati mwingine ukokotoaji huu wa takwimu unategemea na vigezo ulivyovitumia. Sasa bahati mbaya, kwenye nchi yetu kumekuwa na katabia ka kuona sanaa na burudani na michezo kama mzaha, yaani kitu cha mwisho mwisho, mwisho. Aa, hata kwenye gazeti tumewekwa wa mwisho kule. Kwenye taarifa habari ya TV na waombe Mungu sianzishe TV, tunakuwa tunaanza na habari za sanaa na burudani na michezo. Hatuwezi kupata tunaongoza kwenye ukuaji wa uchumi halafu tunaweka wa mwisho mwisho, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais uwekezaji anaofanya kwenye sekta zetu hizi katika kipindi chake cha uongozi kwa wanasema president haijawahi kutokea uwekezaji mkubwa, kwa kweli. Huku kuna mikopo na kuna jingine tunakuja na surprise kubwa kwa ndugu zangu waandishi wa habari, linakuja, sitalisema leo lakini huku kuna mfuko wa michezo, tunajenga maviwanja, yani uwekezaji kuelekea AFCON tu peke yake kwenye michezo, manake neesiburudani, Mheshimiwa Rais anakwenda kufanya uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni moja haijawahi kutokea. Kutokea hata kwa nusu yake. Po, ndugu zangu, tuamke tuamke, tuchape kazi, tuwe serious na sisi. Tukiwa serious, mimi naamini matokeo ya mafanikio haya tukayaona. Wapo wenzetu walifika msitu, sisi vijana wanafaidi. Tusiogope kufika msitu, lakini saa hizi wengine tumeshaanza kuokota pale kazi aliifanya kuitengeneza onci ili nani ambaye anaweza kuipima eh? lakini leo hiyo inaajiri vijana watatu eh. Kwa sasa serikali imeamua tuje na program kama hizi ili tuweze kupata yale manufaa yote yanayostahili. Na ndugu zangu, tukiifanya hii kama kazi na sio msela, ninaombeni mpunga uko wa kutosha sana inayoongozwa yani, na Mheshimiwa eh, yani, ya yani, pesa. Pesa. Rais Samia imechukua hatua madhubuti katika kuimarisha na kuendeleza sekta ya utamaduni na sanaa kwa kuanzisha mfuko wa utamaduni na sanaa. Lengo lake ni kuwawezesha wasanii kwa kuwapatia rasilimali na nyenzo muhimu za kuinua ubora wa kazi zao, zijiendeshe kibiashara, kutengeneza ajira na kuchangia katika pato la taifa. Mfuko umewezesha utoaji wa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni tano na milioni mia mbili na hamsini na elfu sabini na mia tano nukta nane tisa. Lazima usitaji mpaka mwisho hata kama senti azibu kwa miradi 359 ya utamaduni na sanaa katika mikoa 19 nchini na kuzalisha jumla ya ajira laki 497,213 wana mchango wa ajira milioni nane zilizopo katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambazo tumeripoti miezi miwili iliyopita kwamba tumeshavuka zaidi ya ajira milioni nane zilizozalishwa katika kipindi cha miaka mitano ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, sisi sekta ya sanaa na burudani tumeshazalisha ajira laki nne tisa na saba elfu mia mbili kumi na tatu mfuko umewajengia uwezo wa sanii 11684 11 juu ya namna ya kuendesha sanaa ya kibiashara ambapo wanawake ni 6985 sawa na asilimia 59.8, na wanaume ni 4699 sawa na asilimia 40.2. Ndugu wa shiriki, napenda kuwashukuru na kuwapongeza mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania kwa kutekeleza agizo linalolitoa kwa mara kwa mara mara kwa mara kua, uh, na kuhakikisha kuwa unakuwa daraja na uwasilishaji wa sekta ya utamaduni na sanaa. Naomba taasisi pamoja na wadau wengine kwa hili mfano kama huu ulioonyeshwa na mfuko. Na kwa kweli kwenye eneo hili, hongera sana dada Yakamba, anapambana kweli sana eh, anapambana na vikingi vingi. Kuna wakati anapigia simu analia anambia, atulia ndio kazi. Mbona najua Salim nalalamika nini? Eh tueweka huu mfuko tumeweka nengi wala sio kanie mbaya. Na mimi nataka nikuambie, niwambie if you mean business, huwezi kuogopa kukopa. Yaani duniani hakuna mfanyabiashara anayeogopa kukopa. Ukiona mtu unaogopa kukopa na kufuata masharti ya ukopaji, tayari hiyo biashara yako ina matatizo. acha